Pale Kenya pia pamezuka pia mjadala kidogo, kutokana na mtoto mmoja ambapo alikuwa ameenda kanisani kusali na mama yake. Sasa aposto alivofika, akamsogelea akamuuliza, akamuuliza, eh, niambie, nini nikusaidie? Mtoto akasema, msaidie kwanza mama yangu. Chungaji akamuuliza, nini shida? Mtoto akasema, apate ndoa, hana ndoa muda mrefu. Eh, eh, chengine saidia familia yangu. Mtoto huyo anafunguka ya nyeengo gani? Hapana, familia ya mama bwana, ni washirikina. Eh, hemu ya moja ya mama bwana hiyo, hemu msaidia moja msaidia mama yangu apate ndoa, lakini ya pili hemu, angalia familia yangu anatakusema mm, hmm, sana ana ndoa. Pole ni samehe, hana ndoa yeah. na shida gani tena? umesema ni muombe mamu na familia. familia yao ina nini? Uchawi? familia yao iko na uchawi yeah. inakaaje hiyo uchawi? hiyo uchawi imefanya nini? imeroga mama ya mamu aka, akakuwa mgonjwa, anaugua nini Mama ma ndo anajua. La, lakini hii ya kwamba mama hana ndoa hiyo unajua. Hana ndoa? ana, ni talaka. Baba yuko. Baba yuko. Hayuko. Munaishi peke yenu? Ndiyo. Asante. Nitafanya hivi. Unaitwa nani? Samuel Mwia. Unalia. Samuel. Una, unasikia uchungu? Kwa nini? Samuel. Kwa nini unasikia uchungu? Unataka nifanye nini? Ma, jumana tuna baba. Hamuna baba? Unatamani babako, unatamani baba arudi? Ndio, unasikia uchungu. Nitamrudisha, I promise you. Nitamrudisha. Na Nyota. Ha? Nyota yangu. Nitakurudisha pia. Samuel, uko na miaka mingapi? Wewe uko na miaka mingapi? Tisa. Klasi ngapi? Tatu. Mami, huyu mtoto atakapokuwa na miaka kumi na nane utamweka wapi? Okay. Amekuakilia kwa muda mrefu, yeye anashinda huko kote, amekuwa saa zingine anasema akuli, si utupe sauti hata kama hutaki kusikia. Akuli anaomba tutupate fare tufike hapa. mnatoka wapi? Nairobi. Sasa saa zingine yakuli, akuli. Hmm? akuli mpaka anasema analala nje akiwa amefunga tu aombe tupate vya nani. Anafunga na kuomba, hmm? nani anafunga? Yeah, samwe ipi hicho nini tabu, anasema ombea mama angu bana, ombea mama angu. Lakini pia swala lingine, familia pia nayo jamani. Sasa mbona kama kuna baadhi ya watu mnafanya mambo mpaka mnapitiliza? Watoto hawataki kuona vitu kama hivi wala hawataki kujua hemu pale ambapo unaona, unaona kwamba mnafanya mambo ambayo si sawa mbele za watoto. Sasa paka mtoto amejua kwamba kwenye familia pia kuna namna moja ama nyingine, kuna mambo pia ya kishirikina yanaendelea. Mtoto amejua wa darasa la tatu, ujue kwamba hivyo vitu kweli viko wazi wazi.